Ja Shale hawa ni mchezaji wa mpira wa miguu kutoka Ivory Coast. Alizaliwa mnamo tarehe 10 Februari mwaka 2002 jijini Abidjan. Hivi sasa anacheza kama kiungo mshambuliaji wa Simba Sports Club baada kusajiliwa ya kusajiliwa kutoka Stella Clubu Diabijani ya Ivory Coast. Hawa aliibuka kuwa mchezaji bora wa msimu MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast kwa msimu 2023-2024 ambapo alifunga mabao kumi na mbili na kutoa pasi za mabao tisa. Anasifika kwa uwezo wake wa kufunga mabao kutokea mbali, kuchezesha timu na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake Alionyesha kiwango kizuri tangu mwanzo. Uwezo wake wa kucheza kwa kasi, kupiga pasi za mbali na kufunga mabao muhimu ulifanya kuwa mchezaji muhimu katika kikosi cha Simba. Alikuwa sehemu muhimu katika mafanikio ya Simba katika mashindano mbalimbali yaliyocheza. Uwasili wa hawa Simba ulikuwa na ushawishi mkubwa katika soka la Tanzania. Aliongeza ushindani katika ligi na kuonyesha kuwa vijana wa kiafrika wanaweza kufanya vizuri katika ligi za juu barani Afrika. Amekuwa mfano wa kuigwa kwa vijana wanaotaka kufikia ndoto zao za kucheza soka. Amekuwa mchezaji muhimu katika kikosi cha Simba tangu ajiunge na klabu hiyo. Uwezo wake wa kipekee, umri mdogo na hamu ya kufanikiwa yamefanya kuwa mmoja wa wachezaji bora katika ligi ya Tanzania. Kwa kuzingatia uwezo wake na umri wake mdogo, tunaweza kutarajia kuona mengi kutoka kwake katika miaka ijayo. Mimi ni Fatna Suleimani.